anasunga zile ngombe za wasungu, ina sapanga ngombe ngombe, ngombe zinafuata. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

Sasa hey, sule zilikuwa zinanipigania juu ya miniskirt. Najua nikuja sule leo, nitainua miniskirt.